Akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF Maalim Seif Sharif Amadi amesema ufumbuzi wa mgogoro uliopo ni lazima uzingatie katiba, sheria na misingi ya utawala bora, pamoja na uongozi ambao utazingatia maslahi mapana na endelevu ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni dhahiri kwamba mzozo huu wa kikatiba na kisiasa ambao umetokana na hujuma zilizofanywa katika uchaguzi wa Zanzibar haukuwa wa lazima na unaweza kutatuliwa kwa haraka kama kutakuwepo utashi na utayari wa dhati wa kisiasa na wa kiongozi ambao unazingatia maslaha mapana na endelevu ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano. Ili kufikia utatuzi huo wa haraka na unazingatia na kuheshimu katiba na sheria zilizopo na misingi ya utawala bora, njia zifuatazo ndizo zitakazotukwamua tulipokwama, kufuatia taarifa ya kurejewa kwa uchaguzi mkuu Februari 28 mwaka huu. Maalim Seif amesema hoja ya kurudia uchaguzi inaonekana kuwa na ajenda ya kisiasa na inalenga kuleta fujo kutokana na hatua ya mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kufuta uchaguzi kutokuwa na uhalali na kuwa na kasoro za kikatiba na kisheria. Sidhani kama tunataka tuifikishe huko nchi yetu na tuwafikishe huko wananchi wenzetu tuliowapa kuwatumikia na kuwalinda. Mazungumzo yanayowahusisha wagombea urais wa CUF na CCM pamoja na marais wastaafu wa Zanzibar, hufuatilia jitihada kubwa nilizozifanya kwa njia ya simu na hatimaye kufikisha maombi yangu kwa maandishi kumtaka Dr. Ali Mohamed Shein akutane na mimi. Hatimaye alikubali na kupendekeza tuwashirikishe viongozi wa... Akijibu swali la mwandishi wa habari wa ITV kuhusu hatua ya kuendelea kushikilia nafasi ya makamu wa kwanza wa rais wakati haitambui serikali inayoendelea kuwepo madarakani na kufanya hasishiriki maadhimisho ya sherehe ya mapinduzi ya Zanzibar Januari 12 mwaka huu, Maalim Seif amesema, Sisi tulio pale, tupo kibabebabe tu, tupo vipi? hata kwenye vikao vyetu nimeambia wenzangu, mimi si makamu wa kwanza rais tena. Nimeona hata katika hizi sherehe za mapinduzi niliwaambia kabisa, msimpangie mradi wowote kufungua, kuweka jiwe la msingi, kwa sababu serikali iliyopo sio. Hasa mimi, kwani nabaki sasa hivi mimi nalosema hivi nilosema hivi kwamba nimetafakari sana, lakini nimeona vile vile nikijiondoa moja kwa moja na hawa wanaendelea, wafuasi wangu watapata madhara makubwa. Wafuasi wangu watapata madhara makubwa. Mimi sasa hivi ni kinga bali wafuasi wangu. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.